Na sasa sikiliza kama treatment yote namna ambapo sauti na kusikika. Yeah, tume- yes tumekusha kuona kabla hatujaweka hizi acoustics panel na sauti ilikuwa nasikika vipi, na sasa hivi tumeshaweka hizi acoustic panel, tumeweka ziko eh, almost 9 panels 2 foot by by 4 foot sasa tusikize sauti na serikali sasa hivi kwa before, na sasa hivi na serikali. Okay, ni mimi mtaalamu wako Benson Msechu kutoka Beem Media Limited Unapohitaji kutreat vyumba kama hivi, inawezekana nyumbani kwako una kichumba kidogo, unataka kufanya matangazo au podcasting au kutangaza bidhaa zako na sauti isikike vizuri, basi unapohitaji huduma kama hii, usiache kunitafuta. Thanks.